Mgombea urais wa wa Zanzibar kupitia Chama cha Mapinduzi ambaye pia ni rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema Chama cha Mapinduzi kitaendelea kuhubiri amani na umoja na hakuna mtu atakayebaguliwa kutokana na asili yake. Ameyasema hayo alipozungumza na makundi ya wajane, wafuasi wa imani ya Rastafarian, jamii ya Wahindu na Ismailia katika mwendelezo wa kampeni zake na kukutana na makundi mbalimbali mbali ndani ya jamii. Hafla iliyofanyika katika ukumbi wa Shekh Idris Abdulwakili, Kikwajuni, mkoa wa Mjini Magharibi. Kiongozi wenu kasema hapa kwamba huenda ile mikopo haijawafikia wengi wenu. Ahadi yangu ni kwamba tutakufikieni. Kipindi kilichopita tulitoa bilioni 96 za kuwawezesha wananchi kiuchumi. Tumefanya kwenye sekta ya uchumi wa bluu, kwa maana ya wavuvi na wakulima wa mwani tumefanya kwenye vikundi vidogo vidogo vya wajasiriamali, tumefanya kwa bodaboda, alimradi tumegusa maeneo mengi, lakini tunatambua kwamba wanaohitaji mikopo ni wengi. Kwa hivyo awamu ijayo fungu litakuwa kubwa zaidi, ili tuweze kukufikia. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Vile vile imezungumzwa sheria hapa ya kuwa na sheria madhubuti ya wajane ili kuweza kukinga haki zenu, hili tutalifikisha mwisho, kwa sababu imeshaanza kuandikwa, wadau wameshakutana, serikali imeshashirikishwa, kwa maana ya mwanasheria mkuu wa serikali. Awamu ijayo tutahakikisha tunaikamilisha sheria ili tuwe tuna sheria kali kuwabana watu wanaotelekeza watoto. lazima huduma za malezi na matunzo ya watoto zifanywe na wazazi wote. Amewahakikishia wananchi kuwa asili ya mtu sio kigezo cha kubaguliwa na kwamba Chama Cha Mapinduzi kinawatambua wananchi wote kuwa Wazanzibari na sio vinginevyo. Huwa nashangaa sana kusikia viongozi wakubwa wakubwa wa vyama vingine vya siasa wakisimama majukwaani wakihubiri ubaguzi ati kwa sababu tu fulani ana asili ya bara basi huyo hafai kabisa. Huu ni ubaguzi. Sisi wana CCM tunasema asili yako haihusu chochote, wewe ni raia, mradi ni raia mwema katika nchi yetu. Asili yako haina eh, haina, haina dhara kwetu sisi. Wakizungumza katika mkutano huo, wa wawakilishi wa makundi hayo, wamempongeza Rais Dkt. Mwinyi kwa kuwathamini na kuwaleta pamoja na kuwajumuisha katika kampeni zake na kumwahidi ushirikiano na kumpa kura ili aongoze tena Zanzibar kwa ajili ya kuleta maendeleo zaidi. Jambo moja kubwa sana ambalo sisi marasta tunakushukuru ni kutuinkludi, yani kutuita karibu na wewe sisi tunayo michango yetu ambayo viongozi ambao wanatujua sisi tunafanya michango mingi sana katika jamii. Mi binafsi yangu nanifurahisha Mheshimiwa, wewe huna maneno, wewe tunaona vitendo. Huu wa, wa rais wetu Manza, kwa huu wito wa rais wetu mheshimiwa Hussein Mwinyi, kwanza yuko pamoja na sisi Rastafari Community, yuko ana muunganiko na sisi manake anatupenda vijana wake ni ni chache lakini, ilikuwa tuzungumze kwa wakati na muda kama maneno ambayo mwenyewe mheshimiwa kasimka. Thanks and praise the most high. Jah the everything. Jah protect Hussein Mwinyi. Jah protect all the government. Jah protect my president. Jah protect our elections to be peaceful and humble. Rastafari. Selassie the first Jah with balance. Tunakwenda kumuona kwa kumpigia kura hapo vipi? Ikifika tarehe 29, tunakwenda kumuona kwa kumpigia. Madina Omar, Asam Online TV.